Karibuni tena katika tafakuri yetu ya Rozari, sala ya tafakari, na leo ni siku ya saba katika mwezi u wa rozari, na tafakari yetu ya leo inasema au inajibu swali lisemalo rozari ilianza lini na wapi? Katika tafakuri hii tumekuwa tukijibu maswali zaidi juu ya rozari, kwani watu wengi wamekuwa wakitufuata inbox kuuliza maswali na kututaka tufafanue jambo fulani linalohusiana na tafakuri hii. Kwa mfano, tulieleza katika tafakuri mojawapo kuwa rozari haipo kwenye Bibilia moja kwa moja kama ilivyo sala ya Bwana, lakini tulikiri na kukubali na kuthibitisha kwamba rozari ina msingi madhubuti kutoka katika Bibilia. Basi tukaulizwa tueleze historia ya rozari yaani, ilianza lini na ilianzia wapi? Hivyo basi, katika tafakuri hii tutaeleza kwa kina au undani kidogo historia nzima ya rozari. Historia ya rozari inaweza kutazamwa nyuma mpaka karne ya tatu na mwanzoni mwa karne ya nne. Katika kipindi hiki kulikuwepo na wakristo wamonaki na wafuasi wa maisha ya upweke huko Misri Afrika, waliojulikana kama mababa wa jangwani. Wamonaki hawa walikuwa na desturi ya kusali Zaburi 150 kwa siku. Sasa, ili kufuatilia hesabu, waliweka kokoto 150 kwenye bakuli au mfuko na wanaposali basi wanatoa kokoto moja baada ya kila Zaburi. Hiki ndicho kifaa cha mwanzo kabisa cha Kikristo cha kuhesabia sala. Ni muhimu kuelewa kwamba kuna sala ya rozari na kuna kifaa kinachotumika kusali sala ya rozari kinachoitwa rozari. Hivyo, katika historia hii tunajaribu kuangalia matumizi ya kifaa cha kifaa tunachokiita rozari. Sasa tukirudi basi, katika historia hii tunaona kwamba kokoto hizi mia moja na hamsini zilizokuwa zinawekwa kwenye bakuli au kwenye mfuko katika kama kuhesabu kila Zaburi katika Saburi mia moja na hamsini, kokoto hizi zilionekana kuwa ni mzigo hasa pale mtumiaji alihitaji kutoka mahali pamoja kwenda mahali pengine, basi mtu alikuwa anabebana na kokoto mia na hamsini. Hakika ni mzigo wa- wa kutosha. Hivyo basi, mbadala wake ukawa unatafutwa. Kukatokea watu wawili, yaani Antoni wa Misri na mwingine alikuwa anaitwa Pachomius. Hawa walikuja na ubunifu wa kutengeneza na kutumia kamba zenye mafundo 150 kufuatana na zaburi 150. Kamba hizi zilipata umaarufu mkubwa wakati huo kwa sababu zilikuwa nyepesi zaidi kuliko mfuko wa kokoto 150. Kamba hizi zilianza kutumika kama kuhesabu sala na wakati huo ziliitwa combo skin na zinaendelea kutumika katika Ukristo wa Mashariki hadi leo hii. Maanake ni kwamba rozari zao za kanisa la Mashariki zipo katika mfumo wa kamba ambao unafungwa mafundo mia moja na hamsini lakini jinsi siku zilivyoenda, kamba hizi ziliendelea kutumika kwa sala, sio tu kwa zaburi mia na hamsini, bali pia katika sala nyinginezo. Wengi wa waamini na hata watawa waliokuwa hawajui kusoma kipindi hicho walitumia hizi kamba kusali sala ya Bwana mara mia moja na hamsini badala ya Zaburi ili kuweka hesabu sahihi. Vilevile vile, katika kanisa la magharibi kamba hizi zilitumika na zilikuwa zinaitwa Pater Noster na zilikuwa na mafundo vilevile 150 pia. Hazikutumika tu kwa zaburi 150, bali pia zilitumika katika kusali sala nyinginezo, kwa mfano sala ya Yesu na sala ya Bwana. Labda ningekuuliza tu, kuna tofauti gani kati ya sala ya Yesu na sala ya Bwana? Lakini basi wakati huo hawakujumuisha maamkio kwa Bikira Maria kama ilivyo leo hii. Sasa swali ni kuwa, je, maamkio ya Bikira Maria katika sala ya Rozari yalianza kutumika lini? Tutajadili jambo hilo katika tafakuri itakayofuata. Hivyo basi usiache kuambatana nasi na ukiweza, kama huja subscribe unaweza ka ukasubscribe katika chaneli yetu ya Maarifa ya Neno ili kila tukitoa toleo jipya, basi unapewa taarifa hiyo. Tumsifu Yesu Kristo.